Ukurasa wa 45 wa kitabu chetu ambacho mara zote nimekuwa nikikuwekea kwenye peji zangu zote, nimeandika kuhusiana na tabia ya tatu ya watu wenye mafanikio makubwa zaidi ya kifedha. Nimekuwekea hii tabia kwa sababu ni tabia ambayo watu wengi hatupendi kuidevelop, lakini ndio tabia ambayo imetengeneza watu wenye mafanikio na uhuru wa kifedha zaidi. Mimi nimezungumza kuhusiana na tabia ya kutega fedha. Tabia ya kutega fedha unaweza ukaiona hapa nimeiandika, ni tabia ya kutega fedha. kama hauna tabia ya kutega fedha basi inawezekana unapishana na kitu kinachoitwa uhuru wa kifedha. Kwa nini nazungumza hivi? Ni kwa sababu watu wengi tunasema tunatafuta, tunatafuta, lakini hatujui ni wapi ambapo tunapaswa kutafuta. Lakini watu wote ambao wanatengeneza mafanikio makubwa ni kwamba wana tabia ya kutega fedha, na nikazungumzia kuhusiana na mtu mmoja, ambaye watu ambao wamepata kutega fedha na wame, wamefanikiwa kuzipata ni kwa mfano Balesa ametutega na Azam na na vingamuzi vya Azam, lakini vile vile kuna huyu huyu Balesa ametutega kwenye uh, unga wa ngano lakini ametutega kwenye, uh, kwenye juisi na sisi tumekuwa tukinasa kule, kwa sababu kila siku tunataka tule chapati, kila siku tunataka tuangalie mpira, kila siku tunataka eh, tunataka tunywe juisi. Unaona sasa hili ni eneo ambalo ametega. Na mimi, mara zote wanasema kama hauna eneo ambalo umetega basi hauwezi ukaingiza fedha ya aina yoyote ile. Ndio maana wewe unaweza kukuta kwamba wakati ambao unataka utumie fedha ni lazima tu ununue kitu fulani. Ni kwa nini unanunua? Ni kwa sababu kuna watu wamejua kwamba ili wazipate fedha ni lazima wazitege. Wanazitega vipi? Wanatega kwa watu ambao hawana nidhamu ya fedha, kwamba watanunua tu randomly, lakini kwa watu pia ambao watakuwa na uhitaji wa fedha hizo, au wana uhitaji wa bidhaa ambazo wao wametumia kuwatega watu kwao If it work, it works out in that way. Ameandikwa kwamba mode uji ametega fedha kwenye vinywaji, lakini vile vile kwenye mpira na kwenye sabuni. Mode uji ametega watu kwenye, na pia kwenye viberiti. Sasa wewe umetega fedha kwenye eneo gani? Tafsiri yake, kama haujatega popote, hauwezi kupata chochote usitarajie kupata chochote. Sasa na wewe, tafuta eneo ambalo utatega fedha ambalo watu wengi watakuja kunasa. Watu wengi wanataka waje wanase. kwenye sabuni zako, unataka watu waje wanase kwenye vocha, unataka watu waje wanase kwenye bidhaa zako za vyakula, au unataka watu wanase kwenye eneo lipi? Hakikisha unatafuta mtego ambao utakunasia fedha, hakikisha unatafuta mtego ambao utakuletea fedha. Na nikamzungumzia pia Aliko Dangote Aliko, Aliko Dangote, yeye ametega fedha kwenye cement pamoja na mafuta vile vile. Nafkiri unamfamo Aliko Dangote ambaye ni the first richest man ni, be, be, the richest man ni in Africa. Huyu ni mtu pekee ambaye ana pesa nyingi sana kwa hapa Afrika. Sasa yeye amefanikiwa zaidi kutokana na vile vitu ambavyo ametutega, ametutega kwenye cement, lakini vile vile ametutega kwenye mafuta. Sasa nikakuuliza kwenye ule ukurasa wa 46 kwamba wewe umetega fedha kwenye kitu gani? Wewe umetega fedha kwenye kitu gani? Tafsiri yake kama hautegi, maanake hauingizi, haunasi yoyote ile. Wewe ndio mnaswaji, yaani kama ni panya, basi wewe ni panya, unanasa kila siku, kila katikati, wewe kwa wewe unanasa, unanasa. Sasa maanake wewe utakuwa ni mtu ambaye unatoa zaidi kuliko unavyoingiza Hakikisha unakuwa na mtego wako ili uweze kunasa watu wengi zaidi. Huko ndiko ambako unatengeneza fedha nyingi zaidi. Sasa kwa nini usipate kopi ya kitabu chako ili ujifunze vitu vya namna hii? Nimeandika maeneo mengi ambayo wewe unaweza ukayatega na hatimaye watu wakakuletea fedha. Kama hujui namna ya kutega, usitarajie kupata fedha. Sasa njoo upate, ugrab kopi yako ili uweze kutega mitego yako ya kifedha. God bless you na nipigie simu. Uh, nipigie simu au nitext, WhatsApp kwa namba 0743443479 ili upate kopi yako nzuri kabisa ambayo itakufanya udevelop nidhamu ya fedha, lakini itakufanya ujue mitego ambayo ambayo, uh, watu wameweka ili kupata fedha, na wewe ujue kwamba unaweza ukatengeneza mtego wa aina gani ili uweze kuingiza fedha, lakini nimezungumza kuhusiana na kanuni za uwekaji wa akiba, nimezungumzia kuhusiana na kanuni za uwekezaji na kanuni nyingine nyingi sana ambazo nimeweka ndani ya kitabu hiki. Grab your copy, it is 15,000 shillings, uh, per hard copy, and 10,000 shillings as a soft copy. God bless you na natukutane.